Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa, hakika sisi ni waonyaji. Katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikma, jambo litokalo kwetu. Hakika sisi ndiyo wenye kutuma, ni rehema itokayo kwa Mola wako Mlezi. Hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua, Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliyo baina yao, ikiwa nyinyi mna yakini. Hakuna mungu ila yeye, anahuisha na anafisha, Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa baba zenu wa mwanzo. Lakini wao wanacheza katika shaka. Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapoleta moshi ulio dhahir, utakaowafunika watu hii ni adhabu chungu. Mola wetu Mlezi, tuondolee adhabu hii, hakika tutaamini. Nini faida ya kukumbuka kwao, na alikwisha wafikia mtume mwenye kubainisha? Na wao wakamgeuzia uso na wakasema, huyu amefunzwa naye ni mwenda wazimu. Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile siku tutayoyashambulia mashambulio makubwa, bila shaka sisi ni wenye kutesa. Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni, na aliwafikia mtume mtukufu akasema, nipeni waja wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu. Na msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu, hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho ulio wazi, nami najikinga kwa mola wangu mlezi na ndiye mola wenu mlezi pia, ili msinipige mawe. Na ikiwa hamniamini basi jitengeni nami. Ndipo akamwomba mola wake mlezi, hakika watu hawa ni wakosefu. Mwenyezi Mungu akasema, basi nenda na waja wangu usiku, kwa yakini mtafuatwa. Na iache bahari vivyo hivyo, imeachana. Hakika wao hao ni jeshi litakalozamishwa. Mabustani mangapi na chemchem ngapi waliziacha, na mimea na vyeo vitukufu na neema walizokuwa wakijistareheshea. Ndiyo hivyo na tukawarithisha haya watu wenginewe la mbingu wala ardhi hazikuwalilia wala hawakupewa muhula. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Addukhan imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kusimulia habari za Quran ya kwamba imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadri uliobarikiwa kwa ajili ya kuonya na tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, na kwamba hii Qurani ni haki kweli tupu. Hali kadhalika sura imesimulia habari za kufufuliwa na kwamba hayo hayana shaka ndani yake na imezibisha hoja za wanaoyakanya hayo na ikawarudi washirikina, ikalinganisha baina ya washirikina wa Maka na wenzao waliowatangulia nao ni kaumu ya Firauni. Ikaeleza mapatilizo ya Mwenyezi Mungu yaliyowashukia hao, tena ikatilia mkazo kwamba siku ya Kiama ndiyo siku iliyopangwa ya kutengua ukafiri na upotovu wote, na ikasimulia malipo ya wakosefu kwa siku hiyo na malipo ya waliongoka na ikamalizika kama ilivyoanzia kwa mazungumzo juu ya Quran kwa onya, wa sallam, wa wa na kwa kuwaonya wanaokathibisha ujumbe wa mtume sala llahu alehi wa sallam kuwa nao wangojee balaa na masaibu yatakayowashukia amin. Imeanzia ya sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa kama ilivyo ada ya Qurani katika kufungulia sura nyingi kwa harufi kama hizi. Mwenyezi Mungu anaapa kwa Kurani yenye kuweka wazi dini ya haki yenye kuwabainishia watu walio na masilahi ya dunia yao na akhera yao, ili kujulisha utukufu wa chio chake. Hakika sisi tumeanza kuiteremsha Kurani katika usiku uliojaa heri, wenye, wenye baraka nyingi, kwani ni mwendo wetu kuonya kwa kuwatuma mitume na kuteremsha vitabu katika usiku huu wenye baraka hupambanuliwa baina ya mambo yote yenye hikima, na Qur'ani ndiyo kilele cha hikima, na ndiyo pambanuo baina ya kweli na, na, na uongo. Na kwa hivyo ndiyo ikateremshwa katika usiku huo. Nakusudia kwa jambo hili, yani jambo kuu lenye kutoka kwetu, kama ilivyokushapita hukumu ya mpango wetu, kwani nishani yetu kutuma mitume kwa vitabu ili kuwafikishia waja wetu ya ya kwa ajili ya rehema ya Mola wako mlezi. Kwa waja wake amewatuma mitume kwa watu wawafikishie uongofu wake, kwani hakika yeye peke yake ndiye mwenye kusikia kila cha kusikiwa, mwenye kujua kila cha kujulikana. Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mnayakini na haki na mnaifuata na mnaamini kuwa hakika ndiyo yeye mwenye kuteremsha Kurani kuwa ni rehema na uongofu Hapana Mungu isipokuwa yeye, anayestahiki kuabudiwa yeye peke yake, mwenye kuhuisha na kufisha, na yeye peke yake ndiye aliyekumbeni nyinyi na kuwaumba baba zenu wa mwanzo. Lakini makafiri wanashaka na ukweli huu, wamo wakifuata pumbao lao, na huo ndiyo mtindo wa watu wa pumbao na michezo, siyo mwendo wa watu wa ilmu na yakini. Basi yewe mtume ngojea ukame utapoteremkia, wakasibiwa na kukonda na udhaifu wa kuona, ikawa mtu huwo anaona baina ya mbingu na ardhi moshi dhahiri shahiri, akawa anasikia mvumo wake, wala huoni moshi. Huu utawazunguka wale wanaokadhibisha. Waliosibiwa na ukame watasema kwa wingi wa kitisho, hii ni adhabu kali na chungu kama pia watavyosema kwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hakika sisi tutaamini ukituondolea adhabu ya njaa na dhiki. Watu hawa watawaridhika vipi hata watimize hiyo imani wanayoiahidi, wakiondolewa adhabu, na hali mtume mwenye ujumbe ulio wazi kesha wajiya na miujiza yenye kuonyesha ukweli wake? Na hayo ndiyo mawaidha makubwa kabisa, kisha wakaacha kumsadiki mtume aliyetiliwa nguvu na miujiza iliyo wazi, na wakamwambia huo huo uongo na uzushi, mara nyingine wakimsingizia kuwa amefunzwa hayo na mtu, na mara nyingine kuwa akili yake imekorogeka. Mwenyezi Mungu wanawarudi sisi, hakika tutakuondoleni adhabu wakati wa duniani, nao ni wakati mchache lakini nyinyi mtarejea tu bila shaka yale yale mliyokuwa mkiyatenda. Ewe mtume, watajiye ile siku tutapowashika kwa mshiko mkubwa wa nguvu, nasi kwa mshiko huu ndiyo tunawatesa. Na bila shaka tulikwisha wafanye mtihani kabla makafiri wa makaa kaumu ya Firauni kwa kuwaitiya kwenye imani, na akawajia Musa mtume mtukufu kwa Mwenyezi Mungu wakamkataa kwa inda tu na huo ndiyo mtindo wa hawa washirikina. Mtume mtukufu waliwaambia nipeni, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, nino wajibu juu yenu, nalo ni kuitikia wito wangu, kwani mimi ni mtume nimetumwa makhususi kwenu na ni mwaminifu katika ujumbe wangu, wala msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu kwa kumkadhibisha mtume wake, kwani mimi nakuleteni muujiza ulio wazi wa kubainisha ukweli wa unabii wangu na utume wangu. Na mimi najilinda na, na, na mwenye kuniumba msiweze kuniuwa kwa kunipiga mawe, na ikiwa hamnisadiki, basi jitengeni nami wala msiniudhi. Musa akamwambiya mola wake mlezi kwa kumshitakiya watu wake alipokata alipokata tamaa nawo kuwa hawamini Hakika watu hawa shauri yawe imekwisha fika ukomo katika ukafiri, basi wewe wafanyie wanaostahiki. Naye Musa akaambiwa toka na waumini usiku, usiku kwa kificho, wasije kukupateni, kwani Firauni na askari wake watakufuateni, pindi wakijuwa wakukamateni, na iache bahari imetulia kama ilivyo, baada ya kushapigwa kwa fimbo, wapate kuingia hao wanaokanya kwani wao watazama tu, hapana hivi wala hivi. Hao watu wa Firauni baada ya kuzama kwao waliacha mabustani mengi yenye kunawiri na chemchemu zinazotiririka maji yake, na makulima ya namna kwa namna, na makazi mazuri mazuri, na maisha ya raha na starehe, waliokuwa wakiaeneo wali tamu. Mfano wa adhabu hiyo, Mwenyezi Mungu humwadhibu mwenye kwenda kinyume na amri yake na akatoka katika utifu wake na humwondolea neema yule mwenye nayo akawapa watu wenginewe wasiokuwa na mahusiano nao yoyote la, ya ujamaa wala dini basi, la mbingu wala ardhi hazikuhuzunukia ilipowanyakua adhabu, jinsi ilivyoharibika hali yawo. Wala hawakungojewa watubu wala hawakupewa muhula wapate kudiriki taksiri yawo kwa jinsi walivyodharauliwa.

Yunfaru, Allah, na bila ya shaka tuliwaokoa wana wa Israeli katika adhabu ya kuwadhalilisha ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka. Na tuliwakhiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe na tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyo wazi. Hakika hawa wanasema, hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu, wala sisi hatufufuliwi. Basi warudisheni baba zetu ikiwa nyinyi mnasema kweli. Je, ni wao bora au watu wa Tubba' na waliokuwa kabla yao? Tuliwaangamiza. Hakika hao walikuwa wakosefu. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo Hatukuviumba hivyo ila kwa haki, lakini wengi wao hawajui. Hakika siku ya uamuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote, siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote, wala hawatanusuriwa isipokuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Allah Akbar, Allah Akbar. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu aliwaokoa wana wa Israeli na adhabu ya kuwadhalilisha aliwaokoa kwa Firauni. Hakika Firauni alikuwa jeuri kwa watu wake, amepita mipaka kwa shari na waasi. Ninaapa, tuliwahiari wana wa Israeli kwa kuwa tuliwajuwa kwamba wao wanastahiki kuteuliwa kuliko watu wengine wote wa zama zao. Kwa hivyo tukawatuma miongoni mwao manabii wengi kwa kuwa tulijuwa hali zao, na Mwenyezi Mungu akawaletea katika mkono wa Musa dalili kadhaa wa kadhaa za kuwatiya wao katika mitihani iliyo wazi. Hakika hawa wanaokadhibisha kufufuliwa bila shaka wanasema Hapana kufa ila kwa haya ya mauti yetu ya kwanza ya duniani, wala sisi hatutafufuliwa tena. Na wao humwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini, ikiwa nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kwamba Mola wenu Mlezi anahuisha wafu kwa ajili ya hisabu katika Ahera, basi upesi upesi tufufulieni baba zetu waliokwisha kufa, kwa kumwomba huyo Mola wenu Mlezi. Je, makafiri wa Maka wanawashinda kaumu ya Kuba na waliowatangulia kwa nguvu na ulinzi na utawala na mambo yote ya kidunia? Ewe Muhammadi, hawa washirikina wa kaumu yako hawawashindi hao kwa nguvu, na hao sisi tuliwateketeza katika dunia kwa ukafiri wao na madhambi yao, basi nawawazingatie na na Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliyomo baina yao bila hikima. Hatukuziumba hizo ila kwa umbo lililoambatana na hikima, kwa nidhamu iliyothibiti yenye kuonyesha ushahidi wa kuwepo Mwenyezi Mungu wa pekee, mwenye uwezo. Lakini wengi wa hawa wameghafilika, wamo katika upofu, hawazioni dalili hizi. Hakika siku ya hukumu kupambanua baina ya mwenye haki na asiye na haki ni wakati waliwahidiwa wote, siku ambayo jamaa hawezi kumtetea jamaa yake, wala rafiki kumtetea rafiki yake kwa lolote, hata kwa uchache wa adhabu, wala wao hawatanusuriwa nafsi zao mbele ya Mwenyezimungu. Lakini wale ambao Mwenyezimungu wamewarehemu miongoni mwa waumini, Mwenyezimungu atawasamehe na atawapa ruhusa ya uombezi waweze kuombea wenginewe.

ni chakula cha mwenye dhambi. Kama shaba iliyoyayushwa, kutokota matumboni, kama hukutokota kwa maji ya moto. Mkamateni na mtupeni katikati ya Jahannam, kisha mmwagiyeni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka. Onja! Ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu. Hakika haya ndiyo mliyokuwa mkiyatilia shaka. Hakika wachamngu watakuwa katika mahali pa amani katika mabustani na chemchemu, watavaa hariri nyepesi na hariri nzito, wakikabiliana. Hivi ndivyo itakavyokuwa, na tutawaoza mahuril aini. Humo watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani humo. Hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza, na atawalinda na adhabu ya Jahannam. Huwa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako mlezi huko ndiko kufuzu kukubwa. Basi tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kwa ulimi wako, ili wapate kukumbuka. Ngoja tu, na wao wangoje pia. Allahu akbar, Allahu akbar. Da. adzakumu na ujulikana kwa ubaya wa sura yake na ukariku na kwake na harufu yake. Ni chakula cha wakosefu wenye wa madhambi mengi, utamu wake kama maadeni iliyoyarishwa kwa moto, inatokota matumboni kama yanavyotokota maji yanayochemshwa. Enyi mazabani yawa jahanamu, yaani walinzi wa yani motoni, mkamateni huyu mkosefu mwenye dhambi mumtokomeze kwa nguvu na ukali mpaka katikati ya Jahanamu. Kisha mmiminieni juu ya kichwa chake maji ya moto makali, kuzidi kumwadhibu na kumteza. Ataambiwa kwa kejeli na maskara, onja hii adhabu kali, kwani ati wewe si ndiye mtukufu mwenye nguvu katika kaumu yako, ndiye mheshimiwa unavyojiona mwenyewe? Hapana shaka hii adhabu mnayoipata ni kweli yenye kuwa na ndiyo mdiokuwa mkiibisha duniani na mkitilia shaka kuwa haiwi. Hakika hao ambao wamejikinga nafsi zao na maasi kwa kufuata utifu wa Mwenyezi Mungu, wapo pahala patukufu, ambapo ndani yake wao wanajipatia amani kwa nafsi zao, katika mabustani watapokuwa ndani yake wanastarehe na chemchemu za maji yanayopita chini yao, kwa sababu ya kuwakirimu wao kwa kutukuza hizo rehema zao, wakivaa humo hariri nyepesi na nzito kuzidi kuongeza mapambo yao, nao wakielekeana katika majilisi zao ili kutimiza starehe. Na pamoja na malipo hayo tutawaoza uko peponi mahuru laini ambao huwezi kuwachanganyia jicho kwa hali ya uzuri wao na ukubwa wa macho yao. Nao huko peponi watataka kila tunda walitamani kwa kujua kuwa hayatawaletea vimbizi wala hayatakwisha wala hayataadimika. Huko peponi hawataonja mauti baada ya mauti ya kwanza waliokwisha yaonja duniani ulipokwisha muda wao wa kuishi. Na Mola wao Mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kuhifadhiwa kwao na adhabu ni fadhila na hisani ya Muumba wako kuhifadhiwa huko na adhabu na kuingizwa kwao peponi ndiyo hadi ya mwisho ya kufuzu kuliyo kukubwa. Basi hakika sisi tunakufanyia wepesi kuisoma Kurani na kuifikisha kama ilivyoteremka kwa lugha yako na lugha yawo, ili wapate kuaidhika na waiyamini na watende kwa mujibu yaliyomo ndani yake. Basi wewe yangoje hayo yatakayowafika, na wawo piya wanangojea yatakayokufika wewe na huwo wito wako mambo yakibadilika.